Oh, uh, dakika tano, mwanangu umemaliza kuku mzima ndio? Vipi, ilikuwaje? Mash, mashindano yalikuwaje? Ah, mashindano kawaida. U kwangu mimi kawaida. Naona umekamua kweli kweli kabisa ipasavyo. Unawambia nini wale vijana ambao wanakutazama sasa hivi? Ah, kwenye swala kula kama vijana inabidi tule. Wache wache kula chips. Ah, ale chips tu au hii ni kuku analiwa mtaa kwa mtaa na leo tupo hapa na kesho tuko mahali pengine. Unawaambiaje wanaokutazama sasa hivi? Wote katika mashindano kama haya tushiriki kwa okay, pamoja kama vijana mm, tuwape support vijana wenzetu nyinyi hapo okay, eh, nyinyi, eh, yani tunategemeana in short. Sana, kwa sababu bila nyinyi sana tuongeze tu, mwingine kama yupo anaenda kama yupo fresh shemeji, na kutazama pale ndugu yangu, akusichemeji usikonde. Yeye mwenyewe anajua, mimi mpenda ile na ukiwa na juu ya kula, unajua nakutafuta Mwenyezi Mungu. Zungumza na wanao kutazama sasa hivi, unawaambia nini juu ya kula? Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, asanteni kwa kuja. Mungu awajalieni siku nyingine mje tena okay. Eh, <laughs> okay. Okay. wale hivyo, wale, wale wanaume ambao nimeona mlikuwa wawili, wanawake unamwambia nini wale wanaume ambao hawapendi kula? ah, wasiogope waje. Haya, ah, ni mashindano tu, wasiogope waje. ni wanaume wapo wa kula, ila wana uoga, wanauoga, waelekeze faida za kula. <laughs> Fedha zipo nyingi sana za kula, mtu usiogopa unakuja mwanaume. Eh, acha uvivu, wasio na uoga, naume unakuja kula. Asante, kazi asante wakati mwingine, asante sana okay.